Yes mwana sawa sawa digital, niko hapa na stori ambayo e, inavuma sana kwenye mitandao ya kijamii and na kwa wale ambao unafuatilia utakuwa umeiona, ni ishu ya Manara lakini pamoja na Zailisa lakini pia Manara huyo huyo leo pia ameibuka na story nyingi sana kuhusiana na masuala mazima ya wake za mabosi zake na vitu vingine vikawa vimeenda kinoma noma sasa kuna post ambazo amekwisha kuzipost Zailisa kwenye mtandao wake wa Instagram. Eh ambazo posti hizo zilikuwa zimesababishwa eh na waraka huu kwanza kabisa naanza kukusomea post ambayo alikuwa ameipost Manara alafu Zailisa ikabidi amjibu Manara alikuwa amepost picha tunajua inaonyesha kabisa yuko nje ya nchi huko kama ameandika hivi, sikuwahi kuwaza kwamba niliishi na adui nyumbani kwangu. Sikuwahi kufikiria kumbe hata maongezi ya kifamilia yalikuwa yanarekodiwa na baadaye yanakuwa mtaji wa kodi. Ukiniuliza nini kosa langu eh, kutoa taraka ambayo hakuna mwanaume angeacha kuandika, then akaandika kwa machini, sorry guys, lakini acha utukufu wa Mungu uje kutoa hukumu sahihi. Hiyo ndo post ambayo Manara alikuwa ameipost sasa Zailisa alikuwa ameshakaa kimya sana kwa muda mrefu kutokana na eh, baada ya kuachana kwao. Sasa baada ya kuona hiyo post leo akaamua kufunguka na kuweza kumjibu kwa kutumia posti nyingi sana ambazo alikuwa amekwisha kuziposti. Nitakusomea haya eh, posti zote, so nikae hapo then nisikilize kwa makini. Sasa posti ya kwanza alikuwa ameandika kwamba kukaa kimya na kuendelea na maisha yangu bila kuongelea popote ndo hasa ililikuwa lengo lako. Nani kawaida yangu i mean, kwamba akasema kwamba nani kawaida yangu, nikitoka kwenye maisha ya mtu natoka mazima, lakini naona baba una, eh, unayazua mno. Please, hebu naomba uniache tafadhali. Mimi sio mwanamke wako wa kwanza mpaka ufike eh, hum, mpaka, mpaka umefika umri huo unado, eh, unandoa lakini pia na mahusiano yasiyokuwa na idadi maalum akaendelea kwa akasema uh, kwamba sasa kuachana na wewe isiwe tena nongwa na kunifanya shimo la uh, shimo la taka kuja kutupia kila uchafu wako, kwamba akasema yeye yeah, yeah, sio shimo la taka, kwamba kila uchafu Manara wakwenda kutupa kwake. Posti yake ya pili akasema kwamba unavyosema mimi ndio ni, eh, nimekurekodi na kuuza ili nipate kodi. Alakbar, mbona simple tu technolo technology imekuwa eh, teknolojia imekuwa nowadays. I'm read, I'm ready kwa gharama yoyote ile, tufuatilie hizo voice eh, zimetoka kwa nani. Usitaki usitaki kunitia ubaya, usitaki kunitia ubaya, mpya mara hivi mara vile, sitaki kiukweli. Yaani, unavyoongelea hiyo talaka as if nilikuwa na eh, as if nilikuwa nataka sana hiyo ndoa bro wewe shahidi kutwa, eh, ulikuwa unalalamika kuwa eh, na kudai talaka kama wimbo wa taifa, na ni kweli kuishi na wewe yahitaji mtu ujasiri sana. Posti yake ya pili, lakini pia posti ya tatu eh, Zailisa aliendelea kwa kusema kwamba hebu niache basi basi, akaweka emoji za mikono ya kwa, ya kusalenda kwamba amesalenda kila kitu kama, nime, eh, kama nimeondoka na figo yako. Kitu gani? Kwani sihusiki si na hizo voice kukurekodi lakini pia akasema kwamba, alafu usichokijua umejiweka kwenye kona mbaya mno. Una maadui wengi sana kutokana na, eh, kutokana na mdomo wako mchafu. Watu walikuwa eh, wanachukia hadi mimi eh, I mean, kwamba watu walikuwa wanamchukia mpaka yeye eh, kisa eh, Manara nimetoka kwenye, eh, kwenye chuki za watu ambazo zilikuwa hazina sababu kwangu isipokuwa ni kwa sababu yako. Jifunze kuishi na watu, umri ushaenda wee. Kila kitu kwako ni baya, kila mtu mgombane tu na wewe. E, jitafakari. Hiyo post alikuwa ameipost pia. E, e, bana Zaiylissa akaendelea kwa kusema kwamba nilikuwa, e, nilikuwa bize kuhudumia wengine lakini pia hata hiko eh, hata hiko kibunge ulichokiunda eh, kwa kunanga watu nilikuwa naingia na kutoka. Leo hii kikao cha watu zaidi ya ishirini uje useme Zainab, mimi ndo nimekurekodi. akakaama ya kuuliza hey, akaendelea kwa kusema kwamba afadhali bana, mimi ningetaka kukurekodi na kufanya eh, unavyosema wewe, si ungesha changanyikiwa? Mbona hao watu eh, walivyosikia madongo sana nayajua mangapi, kwamba akamuuliza Zaiylisa, nayajua mengi sana ku, eh, kutoka kwa Manara. Akaendelea kwamba hivi niamue kabisa kuuza habari zako wewe, si utakimbia nchi wewe? Mbona pale kujaropoka, kwamba kunaonekana kuna mazito zaidi na zaidi. Akaendelea kwa kusema kwamba haya, tuseme mimi ndo nilikuwa na rekodi, nilikuwa na natuma na, na, na na useme watu ni nani tena, ulivyo huo ni uoga wala eh, wala si shangai. Akamalizia uh, kwa kusema kwamba uchagui hubagui unasema hadi wanaokupa riziki kamdomo koma. Akameka tena uh, uh, emoji vya kusalenda. Akamaliza kwa post ya mwisho kwa kusema kwamba case closed, kwanza kwamba ni post yake ya mwisho kwa kuweza kufunga au kuweza kumaliza. Akasema kwamba naomba kila mtu aendelee na maisha yake, tusifatane tusitafutane. Ah, umezidi bana. Then akasema kwamba na uache kupigia pigia watu wangu simu kutwa, eh, kunis, eh, kutwa kunisilibia wanaokurudisha huku. Umeku, eh, umekua eh, umekuta tu watu hawana huo uswahili, ungesutwa kila siku kazi umri baba kwamba eh, ni, ni, ni vitu kwamba ambacho kwamba hajapendezewa nacho na kuweza kufunguka eh, mengi zaidi. Sasa tunajua kabisa mbea wa taifa huyu eh, Mange Kimambi pia alikuwa hajawahi kumwongelea eh, bwana huyu Zaiylissa lakini ikambidi tu kwamba eh, kwa siku hii ya leo aweze kuongea. Lakini pia Mange Kimambi alivyoingilia hili sakata pia eh, ana posti yake ambayo alikuwa ameandika kwamba da, yani accountability whatsoever. Akaandika kwamba nilitegemea posti yako ya kwanza itakuwa ni kuomba msamaha kwa wale Waarabu wanaokukalisha Kini pia kwa kuanika wake zao kiasi kile na kuanika mambo ya personali zaidi. Nilidhani utaomba msamaha kwa wasanii uliowapaka mavi bila huruma yoyote ile. Especially Ali Kiba umejua kumsuuza Kiba aisee. Kiba kashindwa kuvumilia hadi kajibu. Chino Kidd na ishu ya, ya, ya, ya ngada? Irene Uwoya ndo kabisa umejua kumwanika. Ruby na watu maskini, ebana e. Then akaendelea kwa kusema kwamba leo imenibidi eh, leo imelibidi uwe hambo uombe msamaha ili eh, umeona umbembeze za izigo. He, he he, noma sana ibana. Imeandikwa kauli moja nzito sana hapa, ambayo eh, kila mmoja anajua kabisa Mange vitu ambavyo anakuwa anaviandika kuvisoma hapa nene kwenye post ya Mange, then utasoma atakao alichokuwa amekiandika. Akaendelea kwa kusema kwamba ila kaka yangu ninaona uje eh, tufanye wote kazi ya umbea, maana da mimi mwenyewe sikupati wala sikuwezi, halafu sasa unaongea habari za watu ambao uko nao karibu da, he, Haji kipaji eh, Haji kipaji chako ni umbea Kigundua tu njo tupige kazi. Hiyo post ndio alikuwa ameandika, eh, eh, huyu nani Mange Kimambi. Sasa post ya mwisho eh, amempost, then, Zaiylisaa, eh, kumbia, alikuwa amempost alikuwa es, kama nilivyokuambia, kwamba alikuwa hajawahi kumwambia kitu chochote Zaiylisaa au kumsema vibaya kwa kitu chochote kile ambacho kinakuwa eh, kinatokea. Amepost picha ya Zaiylisaa, then akusema kwamba eh, sijawahi kufanya hiki kitu, huwa anaonaga tu hayanihusu. Watu wakaanza kuisia nani kaleta content kwangu. Ila leo imenibidi sababu Zaiylissa kanifata anataka kulia analalamika kwamba kwa nini mimi eh, siwaambii sio yeye kaleta content eh, kwa nini naacha eh, mnadhani hivyo, si imebidi niweke hii post. Akasema kwamba Manara na wote ambao eh, mnadhani ni Zaiylissa ndio alirekodi, mnatenda dhambi kubwa mno ya kumshuhudia mtu uongo. I'm not a fan of Zaiylissa na mnajua hilo, ili eh, ili hapa anaonewa ni vile tu bana, e, siwezi kuonyesha mwamala mua, e, niliyotumwa, e, kwa hii content, au chats nilizoongea na muhusika aliyenipa hii content kwamba inaonekana aliyetuma hiyo content bana amekula mkwanja mrefu sana wa kutosha, na ndio maana Mange Kimambi amesema hawezi kuonyesha mwamala ambao amekwisha kumtumia alafu ni maziro e, brain tu ndio ambao wanaweza kusikiliza zile voice na wasije na, na wasijue nani karekodiwa. Ukiwa makini you can talk, uh, you can tell jamani, kuna sauti za watu wengine mle walikuwa uh, kwenye grupu wanapiga umbea na watu wa mjini kwenye grupu zima lile uh, kwa nini achaguliwe Zaiylissa kwamba ndio karekodi? Sababu kuachana na Manara, hiki ndio kigezo kilichotumiwa kumuhukumu kumu. Zai. Bana Zai, amekuwa ameweza kuhukumiwa Zai kutokana na sakata ambalo pia linaendelea kwake eh, na na pia yani, tuambie ni kitu gani ambacho eh, kinakufanya useme ni Zailisa? Hauoni hapo kuna mtu ambapo kachukua opportunity ya kwamba mmegombana bado Mba, e, e, alikuwa ameandika kwa kusema kwamba Manara acha kutafuta mchawi, mchawi ni mdomo wako usio na break. Umepo, e, umepoteza ajira, umepoteza ajira Yanga sababu ya mdomo, na leo umepoteza wasaidizi wanaokulisha sababu ya mdomo pia. Instead of kujilaumu, unatafuta mtu wa kumlaumu huo ni waraka ambao pia alikuwa ameandika Mangi Kimambi na kuweza kuingilia e, katika sakata zima la Haji Manara ambalo anakuwa anaendelea. So, kwa, kwa kawa naona kawaida kwa sababu ni vitu ambavyo washazoea kutukanwa, lakini pia e, kiki kama hizi zimekuwa kwake ni kawaida. Amekuwa na kesi naye kaibuka kaamua kufunguka ya kwake ya moyoni na mambo yamekuwa ni mengi. Yapi ya kumshauri Manara eh? drop comment yako hapo, utakuwa umetisha kinoma noma, kwa sababu comment yako lakini pia eh, mchango wako kuhusiana na swala hili eh, utakuwa umefanya poa kabisa. Ni nini hasa kifanyike kwa, hasa kwa masta lakini pia kwa watu ambao wanafahamika zaidi kutokea hapa Tanzania, kwa sababu kuna baadhi ya watu pia wanaweza kujifunza kupitia eh, watu hawa hawa. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu kama Instagram, Facebook pamoja na X, bila kusahau YouTube yetu, ukisubscribe okay, utakomentisha kinomanoma and my name is Zildad kabisa.